Kuzindua kwenye soko la hisa Sukuk chini ya Al Baraka, kumbukumbu ile yote nzuri kama hii kwangu, nafarigika sana. lakini mpango hii si siliwezekana pasipokuwa na ubunifu ndani ya kiceto, na ubunifu wote siku zote umelenga kuwa na sekta ya fedha ya mwisho au bidhaa ya mwisho ambayo ni kubwa zaidi ya msingi. Nafanyia kusema moja ya ubunifu ni kuhakikisha kwamba watu wanapata mahitaji kulingana na ile imani zao au mahitaji tofauti, na ndio maana tunaacha kitendo cha pana. Ubunifu huu ni wa kuigwa, ni ubunifu muhimu ambao sote kama benki ya sajili tunajionea sana sukuku. Ni dhamana za kifedha zao zingatia, na wote mnakumbuka siku tunafanya hapa, tulikuwa na Mheshimiwa wa Rais msafu

ameongea wenzangu kuelezea matokeo ya nini kinetunika, na nichukue fursa hii kwashukuru sana kwa Tanzania kwa maana kwamba mwitikio mkubwa sana lakini washukuru sana kwa benki yetu ambao wameweza kuiuza na kufanya kwa ufisii kupata faida au kupata uwezo wa mafanikio kiasiki. Nakumbuka ilifunguliwa tarehe kumi na tisa tarehe tisa Agosti na natuifunga tarehe 19 Septemba. Kwa ni kipindi kifupi sana lakini, kama alivyosema, kwa majitokezo waturajiredi sana zaidi ya elfu moja kuweza katika dhamana hii. Malengo ya mtaji tulikuwa na malengo ya kupata bilioni 30 kwa shirini, lakini tuongeze ikizidi basi arobaini, tunapata zaidi ya bilioni 25 chinatam. Ni faida ni mafanikio makubwa sana. Na kwa dola tulitegemea tupate dola milioni 5, tumepata dola milioni 32 so, 32.3 milioni. Nini maana? Wengi tumeona Sukuk nyingi zimekuwa sokoni, lakini hii ni ya kwanza kubwa kutolewa nchini Tanzania, na ikiwezekana katika stafik ni ya kwanza na petez, ni nichukue fursa hii kushukuru sana waliokuwa wanatuongoza katika a mzima na mmoja ni nii ambayo ya kwanza yako aliweka kiasi cha kutosha sio kuongoza hata wekezaji. Ni vizuri sana, tunakushukuru sana. Lakini jambo lingine kubwa ambalo wamejikana nalo ni kwamba waliowekeza wengi ni Watanzania. Amesema takwimu nzuri sana, almost 99% ni Watanzania. Lakini vile hapo wawekezaji ambao wekeza tamshukuru takumalizia spichi yangu kwenye bogei. Kama ilivyoelezwa hapo awali, kuorodheshwa kwa CRDB Al Barakah Sukuk katika soko la hisa la Dar es Salaam ni hatua muhimu inayotoa fursa ya ushiriki kwa watu wengi zaidi. Lakini pamoja na hivyo tunatarajia kuona katika siku zijazo hatua ya kuisogeza hati fungani hii kwenye masoko makubwa ya, ya kifedha E, duniani ambayo yanahudumia e, e, bidhaa hizi za Kiislamu ama za imani hii kama vile Dubai na Kuala Lumpur, ambapo mifumo ya sukuku imekuwa e, na kuwa mifano ya kuigwa. Hatua kama hizo zitafungua milango zaidi kwa wawekezaji wa kimataifa wanaotafuta bidhaa zenye msingi thabiti ya sheria na kuifanya Tanzania kuwa kwenye kuwa lango la uwekezaji barani Afrika. Nitumie fursa hii kuahidi kuwa serikali kupitia Wizara ya Fedha itaendelea kuboresha mazingira ya kuvutia uwekezaji katika masoko yetu ya mitaji nchini. Kama tulivyosema mara nyingi, jukumu la serikali ni kuweka taa za barabarani ziwe za kijani, wajibu wa sekta binafsi ni kuendesha gari kwa kasi inayoruhusiwa bila kutoka kwenye mstari. Serikali itaendelea kutekeleza haya, na niwapongeze benki ya CRDB kwa kuonyesha kwa mara nyingine kwamba mko tayari kuongoza msafara huu. Tunatoa hadi kutoga kushirikiana na CRDB pamoja na wadau wengine wote kuimarisha uh, na kukuza soko la uh, sukuk na uh, hapa nchini. Shukrani zetu

Uh, asaidia wananchi na wawekezaji kwa mipaka ya kutoa. Pia kwa baraza la shauri wa sheria kwa kuhakikisha uadilifu wa bidhaa za kifedha zote sheria na mtafadhi ya Kiislamu. Kisha tunashukuru shauri kwa wawekezaji wote kwa kuendelea kutoa mizi kwa soko la hisa na kwa mimi si CRDB ambao ndio mtoa dhamana hii leo. Timu nzima ya DSE kwa uratibu na usimamizi nzuri wa uorodheshaji huu na ushauri wa elekeza kiongozi na Aika Science Limited Standard Bank na moja ya sadi hiyo yenyewe. Ah, hitimisho. Unahitaji wa dhamana hii leo ina ujumbe muhimu, na ujumbe wa kwanza, sisi kama soko tuna ujumbe kwa mitaji, soko hilo bado linaendelea kujitajika na ndio kukua, ubunifu na udumishi, endelea kusambamba na vile vile uwekezaji wa kimalini na endelea kusiwa kesho kesho tu ni wa sasa, na tutaendelea kuifanyia hili tulipopiga leo na kufungua milango kwa fursa mpya. Tunatoa hamasa kwa wawekezaji kuendelea kukimbia na soko la hisa la Dar es Salaam kwa ajili ya kupata uwekezaji kwa ajili ya maendeleo binafsi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kikubwa zaidi, ningependa nieleze, jambo lolote linaanza na idea ama wazo la kuanzisha, kuanzishwa kwa Al Barakah ilikuwa ni wazo sasa hivi linaenda kwenye mtekelezaji, sasa hivi linafanyika. a miaka minne tunakwenda tunakuwa tumeona juzi gavana Benki Kuu tumezungumzia, ilikuwa ni wazo, sasa tunaenda sa sa, kwenye sera. Sera inatoka kutoka kwenye wazo inaenda kuwa ina sheria. Bunge ndio limefunguliwa na tunaamini soon tutaanza kuona mojawapo ya hatua muhimu katika huduma uh, za be, um, za huduma za kifedha za Kiislam Islamic banking zikienda kuwa sasa ni sheria rasmi, kwa sababu hatuna sheria ambayo ama, hatuna miongozo ambayo inatuongoza, lakini tunatoka sasa kutoka kwenye wazo tunakwenda kwenye utekelezaji wa jambo lenyewe. Kwa hiyo tutakapokuwa na sheria rasmi ambayo itakuwa inatuweza kutugavana ama inatuongoza hapa ndipo ambapo tutakuwa tunaona sasa uelekeo mzuri wa Islamic banking ama Islamic finance ikiweza kushika hata mzuri Tutakuwa ni nchi ya pili katika ukanda wetu baada ya Uganda, na nadhani tutakuwa tumewapita kidogo majirani zetu. Sisi tutakuwa tumepiga hatua, lakini pia tunaona uelekeo mzuri sana, ama niseme appetite ya ma ya, ya mashirika kutoka nje nchi, appetite ya nchi ambazo haziko katika ukanda wetu GCC ambazo zinaonyesha nafasi nzuri zaidi ya kutamani kuja kuwekeza katika ama katika masoko yetu hasa kwenye upande wa product ama niseme bidhaa kama sukuk. Tutakapokuwa tumepata uh, sheria hii uh, itakuwa imetusaidia sana kuweza kufika katika hatua muhimu, na pengine hasa tukaichochea ama tukashawishi nchi yetu pia ikaweza kuraise ama ika ika ikatafuta mitaji ama kuongeza mitaji kupitia sukuk, kwa sababu sukuk ama sharia sukuku ndo kitu pekee ambacho hata wakati wa mitikisiko ya kiuchumi fedha ya mtu inabaki ikiwa salama kwa saranka. Sababu mara nyingi hatukopeshi pesa, tunakopesha kitu, yani asset based financing. Huu ndio uzuri wa sukuku kwa maana ya kwamba ni mara chache sana sana sana sana kwenye islamic finance ukapewa pesa kama hard cash. Lakini sisi tunakupa wewe kifaa, kitu ambacho utakihitaji. Hiyo ni musharaka murabaha, ama utataka tufanye product nyingine yoyote ile istisna, lakini itakuwa ni kitu ambacho wewe unakimiliki. Hapa ndo kuna uzuri wa kwa nini sukuk ni salama, kwa sababu hatumpi mtu pesa. Ukimpa mtu pesa ni rahisi sana kuweza kubadilisha matumizi. Lakini ikitokea unahitaji, basi tutatumia tawala tutakupa lakini tutaweza kujitahidi sana sana sana uweze kuifanya matumizi yake yaende kwenye kile kile, kile uh, ambacho unakitaka. Kwa hiyo hata sukuka ambayo imekuwa raised sasa hivi, subscribers ama wale ambao wamewekeza, naomba nawahakikishia kwamba asilimia kubwa ya pesa yenu itakuwa ni salama kwa sababu is an asset based financing, ni pesa ambayo inakwenda kununua kitu. Unahitaji gari, tutakupa gari nahitaji kuekeza kwenye kiwanda utawekezea kiwanda. Kwa hiyo huu ndo uzuri wa sharia banking ama islamic finance, kwa sababu pesa ya mtu inabaki ikiwa iko salama. Mgeni rasmi, najua mengi yatazungumzwa hapa, lakini kwa niaba ya bodi yetu ya ushauri wa sharia na wajumbe wote wa bodi nikuhakikishie na nikushukuru sana kwa ushiriki wako, na ninaamini ya kwamba tuone zaidi na kutoona zaidi na makampuni mengine na mabenki mengine yakiingia katika ulembo huu wa kuweza kuhakikisha Islamic banking, Sharia sheria banking, inaweza kukua kwa kasi.